Hujambo na salamu alaikum, karibu katika makala yetu ya leo. Leo tunaangalia wahusika katika shairi. Wahusika ni viumbe katika kazi ya fasihi. Hawa wahusika wanaweza kuwa wanyama wanaweza kuwa binadamu, wanaweza hata kuwa na wadudu. Wale viumbe katika kazi ya fasihi ndio tunawafahamu kama wahusika. Mara nyingi katika kazi ya fasihi andishi, wahusika ambao hutumiwa ni wahusika wanadamu. Katika mashairi, wahusika ni aina mbili, nao ni nafsineni na nafsinenewa. Mm -hmm. Wahusika katika mashairi tuna nafsi neni na nafsi nenewa. Hebu tuanze na nafsi neni. Nafsi neni ni mhusika yupi? Nafsi neni ni sauti inayomsemeza msomaji kutoka kwenye shairi, kutokana na kunena, kunena, kusema. Sauti ambayo inamsemeza msomaji kutoka kwenye shairi ndio inajulikana kama nafsi neni. Inaweza kuwa malenga mwenyewe akitumia sauti yake mwenyewe au sauti ya mhusika mwingine ambaye yule mwandishi ameamua kumtumia awe ndiye anazungumza katika shairi. Nafsi nenewa naye ndiye nani? Nafsi nenewa kutokana na kunenewa, kusemezewa. mm -hmm. Nafsi nenewa ni mhusika anayelengwa na ujumbe katika shairi. Mwandishi akaandika shairi yule malenga, kumbuka tulimpa jina la malenga. Malenga ni mtunzi wa shairi. Yule malenga akatunga shairi, akaamua atatumia sauti yake mwenyewe, anaseme, anaongea na nani? Ananena ule ujumbe kwa nani? Yule mwenye ujumbe unalenga ndiye nafsi nenewa. Ile sauti yenye kuzungumza ndio nafsi neni. Ama malenga akaandika shairi, tutaweza kuona hiyo mifano baadaye. Akaandika shairi akajichukua, labda akajichukua kama mtoto mdogo. Sasa ile sauti inazungumza pale ni mtoto mdogo, yule mtoto mdogo ndiye nafsineni. Labda huyu mtoto mdogo anazungumza kwa mwalimu wake mm -hmm. katika shairi anazungumza kwa mwalimu wake, yule mwalimu ndiye nafsinenewa, ujumbe unamlenga yeye mtoto nafsi neni, mwalimu nafsi nenewa. Tuna mifano miwili hapa ya mashairi ambayo tutatumia ili tuweze kuelewa nafsi neni na nafsi nenewa. Shairi la kwanza linapatikana katika ukurasa kumi na saba wa diwani ya Hodihodi Hodi Mashairi, kichwa cha shairi Mwanangu, na shairi hili limeandikwa naye Timothy Arege. Nitalisoma, unaweza kulisoma pamoja na mimi natuma salamu zangu zijazo kwa sauti ya uzee, kukusabahi na kuletea salamu za heri hapo ulipo mjini. Tia bidii, usiwe mjanja wala mkorofi, ada ya maisha ndivyo ielekezavyo. Mwanangu, usiwe na tamaa wala pupa, vitu hivi wengi vimewahadaa, vikawapiga miereka na chini kuwabwaga, wakalia kilio cha mbwa mdomo juu lakini wapi, yaliisha kutimia. Ukipata muda tutembelee kijijini hapa ulipozaliwa na kukulia. Ikibidi utenge muda ufike kutujulia. Si lazima kuja na vitu, inatosha kukuona. Fika nyumbani ufurahie dona na baba senene, dagaa na kumbikumbi uliowamezea mate na kutufanya kuongeza maji tulipobandika sufuria ya sima umeweza kulisikiza ama kusoma nami hili shairi shairi. Mwanangu, nafsineni ndio nani katika hili shairi? Kumbuka tulisema nafsineni ni sauti inayozungumza katika shairi. Nani anazungumza hapa? Tunaweza kusema nafsineni ni mzazi, ni mzazi ambaye yuko kule kijijini nafsineni hapa ni mzazi, na si mzazi tu, ni mzazi mzee, kwa sababu katika ubeti wa kwanza tunaambiwa natuma salamu zangu zijazo kwa sauti ya uzee. Kwa hivyo ni mzazi na ambaye kidogo ana miaka ambayo imesonga nafsi nenewa naye ndio nani hapa? Nafsi nenewa tumesema ni mhusika anayelengwa na ujumbe katika shairi. Kwa hivyo katika shairi hili tunaweza kusema nafsi nenewa ni mwana ambaye yuko kule mjini, ndiye nafsi nenewa, ni mwana ambaye amewaacha wazazi wake ama huyu mzazi wake kijijini, akaenda kule mjini kufanya kazi, na ndiposa huyu nafsi neni, huyu mzazi wake anazungumza na yeye anamwongelesha anamwambia, njoo tembea huku kijijini, hata bila kuja na vitu, kuja kukuona tu kunatosha. Shairi la pili ambalo tunalitumia tunalipata katika ukurasa wa pili wa hii diwani, kichwa cha shairi nimewakosea nini, mwandishi wake Mwala M. Nyanje. Nitalisoma, unaweza kulisoma pamoja na mimi pia Wazazi baba na mama, nimewakosea nini? Ndipo mkaona vyema, mkanitoa shuleni, mwaniachisha kusoma, sababu hasa ni nini? Nimewakosea nini? Nimewakosea nini? Wenzangu nikitazama, kila kucha wambioni, na mikoba yao nyuma wamebeba migongoni, kati yetu nikipima, tofauti sioni, nimewakosea nini? Nimewakosea nini? Karibu mwaka mzima sijafika darasani, sioni mkijituma kunirudisha shuleni. Baba yangu kutwa nzima anashinda ulevini, nimewakosea nini? Nimewakosea nini? Mama naye pato zima linaishia mwilini, kila nguo anapima na vikoi kiunoni, ilhali nimekwama mwaka mzima nyumbani Nimewakosea nini? Nimewakosea nini? Sina njia ya kusema yaliyo mwangu moyoni, moyoni yananiuma na lia ndani kwa ndani, si neno bado mapema, nirudisheni shuleni. Nimewakosea nini? Nimewakosea nini? Ah, mwisho mwisho wa shairi nimewakosea nini, nafsi neni ni nani pale? mm-hmm. Nafsineni nani anazungumza, kunena kumbuka, tumesema nafsineni, unajiuliza nani ananena, nani anazungumza pale. Tunaweza kusema nafsineni katika hili shairi nimewakosea nini, ni mwanafunzi, ni mtoto na ambaye tunaweza kuona kwamba amekosa kwenda shuleni. Kwa nini? kwa sababu hajalipiwa karo, hajarudishwa shuleni. Kwa hivyo nafsineni pale ni mwanafunzi. Nafsinenewa naye ni nani? Nafsi nenewa hata inajitokeza wazi katika ubeti wa kwanza, wakati huyu nafsi neni, wakati huyu mwanafunzi anauliza wazazi, baba na mama, nimewakosea nini? Kwa hivyo nafsi nenewa ni wazazi, wazazi wa huyu mwana ambaye ameachishwa masomo, ambaye ameachishwa kwenda shule. Kwa hivyo nafsi neni mwanafunzi, nafsi nenewa wazazi, wazazi wa huyu mwanafunzi kando na kutambua nafsi neni na nafsi nenewa katika shairi, swali lingine ambalo unaweza kutarajia kuhusiana na wahusika ni sifa za wahusika. Unaweza kuulizwa sifa za nafsi neni au hata ukaulizwa sifa za nafsi nenewa. Kwa mfano, hili shairi la mwisho, shairi nimewakosea nini, hebu eleza sifa za nafsi nenewa utasema ni sifa zipi? Zile sifa ama vile ulikuwa unachambua sifa katika novela na katika tamthilia, vivyo hivyo tu ndio unachambua sifa za wahusika katika mashairi. Kwa mfano katika hili shairi, tumeshajua wahusika ni wazazi ama, samahani, tumeshajua nafsinenewa ni wazazi, huyu baba na huyu mama. Sifa zao ni zipi? Mfano, tunaweza kusema wao ni wabinafsi ni wabinafsi. Kwa nini? Wanaenda kulewa, baba tunaambiwa anaenda kulewa, mama naye tunaambiwa ananunua, anapima nguo na vikoi, ndio huyu ananunua, lakini hawamfikirii huyu mwanao, wanajifikiria wao wenyewe. Kwa hivyo ni wabinafsi. Vilevile tunaweza kusema ni katili. Ni katili kwa sababu hawana utu, hawamfikirii huyu mwanao ambao wamemwachisha shule na huku pesa ambazo wangetumia kumlipia wanazitumia kulewa na kununua mavazi. Vilevile kwa baba, unaweza kusema ni mlevi. Sifa ya ulevi ana, ni mlevi. Kwa nini? Kwa sababu tunaambiwa kutwa nzima anashinda ulevini. Natumai umeelewa. Ikiwa umependezwa na hii video, kumbuka kuilike na ukumbuke pia kusubscribe. Tumefika mwisho wa makala yetu ya leo. Natumai kukuona tena katika makala mengine. Nimekuwa mwalimu wako Mwalimu B Kamau M, na mpaka tutakapoonana tena, kwa heri.